Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi wamesema kwamba jeshi la polisi nchini limetoa taarifa kwa umma wa Watanzania kwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10, 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kuleta athari kubwa kwa uhai na maisha ya watu. Waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi katika kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege, ukotumia matai na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia walichoma moto na, na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchoma moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo, kuchoma moto. Pia walifanya uporaji wa mali za pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizi zikiendelea, jamii inaomba kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika, ili hatua sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao nguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, jeshi la polisi linawasanga kwa ajili ya kuwakamata ufuatao: Josephat Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machum Maximilian Kaduto, De Gratius Cosmas Mainyira, Bonifas Jacobo, Hida Newton, Awadi Karonga na Amani Gurugwa. Jeshi la polisi linaotaka kujisalimisha katika vituo vya polisi watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa uhalifu ambao wamekushakamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe saba mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano baadhi wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au wa kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu na namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao.